ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya RS Berekene mchezo wa mkondo wa pili ambao umepangwa kuchezwa siku ya Jumapili, yaani tarehe ishirini na tano ya mwezi wa tano mwaka 2025, ambapo taarifa hii tunaona kwa upande wa mashabiki wa klabu ya soka ya Simba wamepokea negative kwa sababu ukiangalia malengo yao ni kwenda kumwangamiza RS Berekene katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kuweza kuweka historia ya kulitoa kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo kupitia taarifa hii tunaona wadau mbalimbali wameweza kuibuka kwa sababu Simba alternative iliyopo ni kwenda kucheza katika uwanja wa New Amani Complex uliopo visiwani Zanzibar. Sasa kutokana na taarifa hii kutoka basi, kwa upande mwingine Simba Sports Club kupitia viongozi wao wamekuwa watulivu na kuweza kuandika barua katika shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika kafu wakisema kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa tayari umeshafanyiwa matengenezo na upo tayari kwa ajili ya mchezo wa fainali wa kombe la shirikisho kati yao dhidi ya RS Berkane, kwa sababu hata ukiangalia wakaguzi wa kafu walikuja katika eneo la uwanja, eneo na pichi la kuchezea, na no waliithibitishia kwamba uwanja huo umekamilika. Lakini taarifa za ndani kabisa ni kwamba rais ama mwekezaji wa klabu ya soka ya RS Berkane ndiye ambaye amesuka mchongo wote, kwa sababu ni miongoni mwa wajumbe na wa bodi ya kafu vile vile. Kwa upande mwingine tunashuhudia Kiongozi huyu ni ra, ni rais wa shirikisho la soka pale nchini Morocco. Kwa hiyo hizi ni mbinu moja mbili tatu za kutaka kuwatoa Simba mchezoni, wakisema kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa mara kwa mara umekuwa ukituama maji. Kwa hiyo kuelekea katika mchezo wao dhidi ya RS Berkane kwa sababu ni kipindi e, cha masika, basi kwa upande mwingine kuna uwezekano mvua ikanyesha, lakini kupitia Simba wameweza kusema kwamba tayari wameshaanza kuuza tiketi. Vile vile klabu ya soka ya Simba wameweza kudhibitisha kwamba kwa, kwa upande mwingine uwanja e, wa Benjamin Mkapa, kwa mujibu wa mamlaka za hali ya hewa nchini Tanzania zimethibitisha kwamba tarehe ishirini na tatu mpaka tarehe ishirini na sita katika jiji la Dar es Salaam hakutokuwa na mvua. Kwa hiyo hizo ni sababu ambazo kwa upande wa mwingine Simba Sports Club wameweza kuzipeleka kafu na kuomba kwamba wacheze katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu ni uwanja mkubwa ambao una accommodate ama kuchukua mashabiki wengi elfu sitini. Sasa kwa upande mwingine mashabiki na wadau wengi wa soka nchini Tanzania walikuwa wakitaka kusikia neno kutoka kwa serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ambayo iko chini ya rais Mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu, ambaye bega kwa bega amekuwa akiunga mkono klabu ya soka ya Simba mara baada ya kutinga hatua ya fainali. Tunashuhudia hata Simba katika safari yao ambao wa wameweza kusafiri kutoka katika a za Tanzania kuelekea pale nchini Moroko, walikwenda na ndege binafsi ambayo imetolewa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Sasa kupitia serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kupitia wizara ya sanaa, utamaduni na michezo, kupitia katibu wake ambaye ni Gerson Msigwa, kwa upande mwingine, kupitia taarifa ambayo ameweza kuitoa siku ya leo katika chapisho lake la Instagram ameweza kuposti uwanja wa Benjamin Mkapa ukionekana tayari umekamilika. Kwa hiyo kinachoendelea kwa sasa pale CAF ni kama vile klabu ya soka ya RS Berkane wanataka kuitoa simba mchezoni, lakini pitch ipo tayari. Hata ukiangalia katika video yetu pichi tayari kweli imekamilika inavutia. Kwa hiyo swali lilopo tu ni mechi hiyo kupigwa tarehe 25. Kwa kwa hiyo watu wengi wanasubiria kuona ni nini ambacho kafu atakijibu, kwa sababu Simba wameapili hawakubaliani na kile ambacho kafu wameweza kusema kwamba mchezo huu ukachezwe pale katika uwanja uwanja wa Amaan Complex Zanzibar. Kwa hiyo Simba wanaamini uwanja umekamilika, wanataka mchezo huo uletwe katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kupitia E, katibu wa sanaa, utamaduni na michezo, ikiongozwa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ambaye ndiye mkuu wa nchi, basi kwa upande mwingine wamethibitisha kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa upo tayari, kwa hiyo kipute kipigwe tu.